Walioitwa kwenye usaili vituo vya kusimamia vituo vya kupigia kura, wasimamizi wasaidizi, pamoja na wasimamizi na makarani waongozaji katika halmashauri ya wilaya ya Kondoa, jimbo la Kondoa. Usaili huu utakwenda kufanyika siku ya tarehe 18 mwezi wa kumi 2025, kuanzia saa mbili asubuhi. Aidha, kila msaili huu afike na cheti cha kuhitimu kidato cha nne na kitambulisho kwa ajili ya utambulisho wa vituo vya usaili kama ifuatavyo: Shule ya msingi Bereko, kata ya Bereko, Sorea, Salanka, Itololo, Mnenia, Masange, Kisese na Kikore. Shule ya msingi Changaa, kata za Andamairo, Changaa, Kikilo na Thawi. Shule ya sekondari Abedi Amani Karume, kata ya Itaswi, Pahi, Pumbata, KK Haubi, Kalamba, Kinyasi, Busi na Kwadelo. Majina ya wale walioweza kuitwa katika usaili ni kama jinsi yanavyoonekana katika PDF hii. Sasa cha msingi, wewe hakikisha unaipata PDF hii, ili uweze kuangalia jina lako kama lipo. Namna rahisi ya kuweza kupata PDF hii, join katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Hakikisha una join katika grupu letu, ili uweze kupata PDF hii na uweze kuangalia jina lako na kama ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy. Channel hii inahusiana na, na masuala ya ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi, lakini na huduma za kimtandao. Kwa hiyo join katika group letu kwa update zote, lakini subscribe channel hii, share video hii, like video hii, ili wengine waweze kupata taarifa hizi kwa haraka zaidi, na hakikisha una hakikisha unakuwa umeielewa siku ambapo usaili utaweza kufanyika, tarehe na mahali ambapo usaili utaweza kufanyika, ili usiweza kukosa kufika katika usaili. Asante na karibu.